Mshtuko mkubwa umetanda katika duru za kijeshi na kisiasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufuatia kukamatwa kwa Jenerali wa brigedi Ngoy, aliyewahi kuwa mshauri na afisa wa karibu wa rais wa zamani Joseph Kabila Kabange. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na wandugu zake kadhaa, Jenerali Ngoy alikamatwa usiku wa kuamkia Jumatano 22 Oktoba katika mazingira ambayo bado haijawekwa wazi John amewahi kushika nyazi fanyeti katika jeshi na mahakama ya kijeshi na kwa zaidi ya mwongo mmoja, alikuwa mshirika wa karibu wa rais wa zamani Joseph Kabila Kabange. Baada ya mabadiliko ya uongozi, alibaki kuwa mwenye ushawishi mkubwa katika taasisi za kijeshi na za kisiasa na mwaka wa elfu mbili ishirini Rais Felix Tshisekedi alimteua kuwa mmoja wa wakilishi wa juu wa kijeshi hadi sasa. Sababu kamili za kukamatwa kwake hazijatangazwa, na kuna tamko rasmi lililotolewa na mamlaka za kijeshi kuhusu operesheni hiyo. Kukamatwa kwa ghafla kwa mmoja wa maafisa maarufu wa kijeshi la Kongo kumetibua hisia nyingi na kuchochea uvumi mwingi sasa unasubiriwa kwa hamu taarifa rasmi na ufafanuzi wa kina kuhusu tukio hili lenye uzito mkubwa wa kisiasa na kijeshi.